Karibu sana kwenye Mwenge wa Kaunti katika ndani ya runinga ya Citizen, na bila shaka leo tukiwa tunazamia swala nzima

na bado wananchi tu wana maoni mengi kuhusiana na iwapo uh, hazina hile inafaa kuhalalishwa kisheria ili iweze labda kwa namna moja au nyingine kuendelea kuwepo ama itaondolewa kama vile alivyopendekeza kinara wa ODM Raila Odinga. Na hapa Kajiado nitazungumza na wananchi, tusikie labda wanasemaje, wanaendelezaje ule mjadala. Karibia sana hapa mzee, alafu utaanza kwa jina lako kisha utueleze. Jina langu naitwa Abdullah Isa Kobra, mimi mkaja Kajiado na imamu ya msikiti hii. Sasa mimi mambo ya CDF ndio naongea kuhusu, kwamba watoto yangu wambili alikuwa zamani CDF kwa bunge yetu Central Memusi Kanchori ndio bunge yangu. Alikuwa sasa yeye <laughs> ndio napatia watoto yangu nasoma mpaka nammalisha university. Kwa hivyo sasa mimi naona yani CDF naonga mkono arudi na awekwe sheria na vile inatakikana, serikali inafanya, lakini serikali arudishe kwa CDF, kwa mkono ya bunge. Wananchi kama sisi ni wananchi, kwa hivyo tunataka namna hiyo. CDF naonga mkono, lazima arudi kwa mkono ya wananchi. Hiyo nakubaliwa, arudi lazima arudi kwa bunge yetu kwa mkono yake. Haya, asante sana, tupate mwingine pia. Unaweza karibia hapa, alafu ukitoa kofia toa tu kofia, alafu tueleze labda maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala huu wa CDF na ngafu E, kwa majina mimi naitwa Joseph Mutuko. E, mambo na CDF, sisi kama wananchi tunaomba CDF irudishwe, iwekwe kama sheria na pia ipitishwe kupitia e, sheria za hapa kwetu hmm. Labda ungependa iasisiwe iwe katika sheria na mambo kama yale. E, e, sisi tunaomba hii e, mjadala wa CDF tunaomba irudishwe na ikuwe kama sheria, mm. Yes. Haya, asante sana. Naona wananchi bado wanatoa maoni lakini aa, kufikia sasa ndio maoni ya wananchi kutoka hapa Kajiado, na labda tu tukijaribu kufuatilia yale ambayo yalikuwa yanaendelea hapo jana, wananchi wengi katika kaunti ya Kajiado wanasisitiza kwamba kuna haja um, ya ule mgao kuweza kusalia katika afisi za eneo bunge na vile vile afisi za wakilishi wa kike ikizingatiwa kwamba kuna maswala ya basari, kuna maswala ya usalama na mambo kama yale. Ndio maoni ya wananchi kutoka hapa kaunti ya Kajiado, lakini kwa sasa tuelekee kaunti ya Nakuru ambapo mwenzangu Evan Sasiba yuko stand by. Evan Sasiba kazi kwako. Asante sana Robert Masayo, ukiwa katika kaunti hiyo ya Kajado. Tulipo ni katika kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Njoro, ambapo wakazi wa eneo bunge hili wako hapa kwa shughuli moja ya kutoa maoni na kujua kwamba pengine hii mjadala ambao umekuwa ukizungumziwa kwa miezi miwili mitatu kuhusiana na swala nzima la NCDF, hela hizi ambazo zimekuwa zikitumika, eh, kumekuwa na mjadala iwapo iwe au isiwe, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na wakazi wa hapa na vile vile pia bunge wa eneo bunge hili eh, chati kadhaa pengine watuambie mambo vipi. E, e, nikianza cha nianze na mbunge, mheshimiwa tu ukianza kwa kujitambulisha, pengine tuambie, kumekuwa na mchakato wa kuondolewa kat, nisemi tu kwamba NG-CDF katika m, e, pengine kama fedha hizo zipeleke upande wa kaunti. Nyinyi ka wale wa bunge pengine mka, mnaangalia mkakati na kuweka sheria ya kudhibiti pesa hizi ziwe halali na pengine isiwe kwamba pengine ni hali ambayo ya kusaidiwa, maoni yako ni yapi? Asante sana. Naitwa Charity Kadhambi Chepkonye, mimi ni MP wa hapa Njoro constituency. Ni kweli vile umesema tumepitia, uh, uzuni mwingi sisi kama wambunge wa single constituencies, sababu wengi wanapinga CDF Kenya mzima itolewe ndio pesa zetu zipelekwe kaunti, lakini kusema ukweli CDF ndio imeweza kuokoa nchi yetu ya Kenya. Zile tumeweza kufanya kufanya, hakuna hata kaunti, hata moja imeweza kufanya zile kazi tumefanya. Sasa leo hii kupitia mbunge mwenzetu tumeleta marekebisho, ndio tukaweza pia tuhakikishe CDF na na na pia pia pia pia pesa ya gafu ile ya kina women MPs, na pia issues of senate funds za oversight pia zikue included na pia zikue anchored in the law. Ni sababu hiyo challenge tunapitia, watu wakisema CDF tolewe kwetu, ni masikitiko. Nikiwa hapa Njoro constituency niko na mashule zaidi ya 140 na kila shule nimeweza kuweka muradi. Mimi watoto wale ninasomesha hii constituency ni wengi sana. Wale vijana pia tumeweza kupeleka short courses, wengine tumepeleka issues ya driving, wengine pia wameweza kufaidika na na ile tunaita TVET, the the biggest and the best TVET, nimeweza kujenga hapa Njoro constituency ambayo imekuwa launched last year na the current president. Sasa ile mabadiliko imeweza kuletwa na CDF, mtu leo hii akiweza kutuambia CDF itolewe, ni kumaanisha hakuna ujenzi ya mashule, hakuna watoto wataenda kusoma, sababu ya ya bursaries watakosa. Ni ni kumaanisha kumaanisha vijana wetu wale wale wamepata challenge ya mambo za employment, wale tuna empower kupitia short courses na na wengine tunatafutia makazi hapa na pale. Ni kumaanisha CDF ikikuja ipate challenge, sisi si tutapitia shida mingi kama Wakenya. Sasa tuko hapa kusimama imara na kusema sisi tuna support CDF yetu na ing'olewi mahali popote, na tutakubali pesa yetu itolewe, ndio iende county, wakaunti watumie pesa yao mzuri, na sisi pesa yetu tumetumia mzuri, na ndio maana nikiwa hapa Injoro Constituency, yale mabadiliko nimeweza kufanya hakuna mtu amewahi fanya na, nina, na ninajua CDF ikiendelea, tutaendelea kufanya mambo mengi makuu. Kwa sekunde moja tu, au sekunde za kuhesabu, kuna wale wale wanaokinzana na uwepo wa fedha hizi chini yenu, wanasema kwamba unatumia kaa silaha zinaweza kufanya useme tu kwamba kampeni wakati wa kuchaguliwa. Eh, unafikiria dana hii vipi? Ile ni maneno ya urongo, ile ni kupotosha Wanakenya. Wale wanafikiria pesa ya CDF ikitolewa ndio itaenda kuwafaidisha, pole sana. Mimi nasema hivi CDF ina naendelea kubadilisha maisha ya Wakenya. Ile mambo tumeweza kufanya hakuna mtu ameifanya, na ndio tunapinga na tunasema hivi, hatutakubali pesa yetu itolewe, ipelekwe kaunti. Wacha kaunti watumie pesa yao. Sasa sisi tunakaa kusema hii pesa yetu ya CDF imefanya kazi mzuri, naendelea kufanya kazi. Asante. Haya, huyo ni mbunge wa hapa. Nipate maoni ya wenyeji hapa, pengine tu mzee, ukianza kwa kutaja majina, chini ya dakika moja. maoni yako ni yepi kuhusiana na swala hili nzima? yangu ni kusema CDF iwe iko na ikae vile ilivyo, sababu mwenye anasimamia CDF hapa, mheshimiwa wetu, tumeona vile amefanya, na tunaendelea kuona vile anafanya Sauti yako ya kuwakilisha vijana ni ipi? Pengine eh, langu ni kusema ya kwamba sisi tunaunga, kama vijana tunaunga mkono CDF endelee, kwa sababu tunaona mambo ya miundo msingi, mambo ya mashule, tunaona TVET zinaendelea na inasaidia vijana hapa Njoro. Sauti ya mama kwa sekunde. Eh, CDF imenisaidia sana na imenitoa bali sana, imesaidia watoto wa yatima, watoto walio chini wame, wamepelekwa juu, tumesomesa sasa wakikosa pesa hii ya CDF hii tuna support watakuwa machokora. Kwanza hapa Joro tumekuwa tumesaidiwa sana na Charity Gadhabi, na sijawahi kosa mtoto, mtoto yangu ametoka form 1 na sasa ako college kwa sababu ya CDF, isiguswe. Haya basi, mliomsikia huyo mama akisema CDF isiguzwe. Tukitoka katika kaunti ya Nakuru tutaelekea hadi kaunti ya Bungoma ambapo tutakuwa tukisikiza maoni ya wakazi wa eneo, wa eneo hilo la Webuye nao pia na sauti zipi kuhusiana na suala hili nzima la uwepo wa NGCDF. Mimi Evans Asiba, twende hadi Webuye. Kuna kazi mingi imefanywa na hii pesa ya CDF. So haya ni maoni ambayo yanachukuliwa. Kuna watu ambao wameleta mambo mengi, mambo mengi ya kwamba CDF inafaa iondolewa itumiwe vizuri, lakini mimi na wewe penye tuko tunajua kwamba kuna miradi mingi sana ambayo CDF imefanya. Kuambiana ukweli wa mambo ni kwamba makadirio ya pesa hizi za NG-CDF zimebadilisha injini na hakuna sehemu yoyote ya inji ambayo imebaguliwa. Pesa hizi ndizo zimeleta usawa katika Kenya hii. Ombi langu ni kwamba muelezea wa watoto wenu Gen Z yale mazuri ambayo CDF imefanya, ndio kwa sababu hao wanaweza dhania i uh, mambo venye wamepata ndio vile ambavyo imekuwa tangu kitambo, lakini mkikati na hao namuwaelezee yale ambayo CDF imefanya, hakuna watu wengine watakuja kuwachanganya akili, kwa sababu nyinyi ndio mnajua mahali ambapo mmetoka. Na hawa watoto hata hatukuwa tumeona ghorofa ikichengwa sehemu za misihu kwa shule yoyote, lakini saa hii tuko na shule tano zimejengwa ghorofa. Wengi wa watoto walikuwa wakiacha shule after class 8 kama mzazi amejikaza sana, lakini baada ya CDF kuwepo, watoto hawa wameweza kupata usaidizi wa kuweza kupata karo, hata angalau kama watasoma katika shule za kutwa. Na zi si CDF tu, kama sisi wa Webuye si West, chini ya mheshimiwa Dan Wanyama, Akileta pesa analeta pesa kwa shule ambayo itajenga kitu imalize, si ati itasimama tena muanze kupiga simu. I want to bear witness. Watoto wa akili hii shule sisi ukufa tunao na CDF na wamesoma, wako university. Kwa hiyo mkiondoa CDF sisi hatutaweza, tutaweza umasikini hapa chini ya ofisi yetu ya CDF. Tunamuomba hata muende muongeze zaidi, hii mswate ikipita, ongeza zaidi Tunataka by the time hii mswate inapita, tunataka tena hizo mashule zetu zote, especially the day schools zote tusiweke facilities sikuwe for good competition with national and account schools for the betterment of our children f yeah. <laughs> Naam, eh, hey, mazungumzo yanaendelea, wananchi wengi tu kama unavyosikia wanaendelea kuunga mkono maswala ya CDF. Niko na mama yetu hapa Consolata. Eh, E, katika maeneo najua hapa Nairobi, wote tunasema sote niwapita njia mm, tumekuja tu, lakini kila mtu ana ushago kwake mm. ukitoa tofauti ya miradi ambayo inatekelezwa katika mm, eneo bunge la Starehe, mfano unakotokea mm, na eneo bunge lingine ambalo nyanyako yuko mamako, mzazi babako mzazi, ndugu zako kadhalika, tofauti ziko vipi? Hakuna tofauti, mi sioni tofauti kama eria. Mimi mwenyewe ninatoka na, Starehe, mbunge wangu Amos Mwago, Amos Mwago, hakuna maendeleo yote ameleta stare, stare ziwani. Ziwani kuna barabara inaenda garaji, ilianza kutengenezwa miaka nenda miaka rudi, hatutengeneze ile barabara. Kuna garaji atuondolee kuna watoto mliwahi kumfuata, akatoa ahadi kwamba atahakikisha atahakikisha ime... imetengenezwa. Sasa kama hana uwezo huo mbona awape nyinyi ahadi, ili hali anaweza kuiandama serikali ya kaunti au serikali ya kitaifa? Sasa hapo ndio swali ninamuuliza. Na. kuna stare nasari, kuna parking pale nyuma, tunataka tuwekee lami. kuna vijana kuna pesa kwa CDF, kuna vijana wache kukaa idlers pale, watu wanakunywa pombe wanavuta bangi wanafanya vitu tofauti. Wale vijana wakitafutiwa, wakipewa pesa kidogo, waambiwa wajikusanye kikundi, wafanye kitu hapo, unajua atakuwa ametuondolea shida nyingine moja. Juu pia kuna wasichana pale, alianza shule vizuri, watoto wakasoma, lakini hata graduation haijafanywa. Walisoma juzi, graduation haijafanywa. You see? Sasa hizo ndio vitu tunataka Amos atufanyie Unaona, kuna pesa merry go round, kuna mama mwa mama pale mayatima, yani wajane, anaweza wasaidia na jambo pesa kama merry go round, tukajizi keep busy. Kwa hivyo mnahisi pesa zinazotumika starehe kwa sasa hivi ni za nini? Ni za toa basari peke yake. Sasa kile sisi tunajua, tunajua hii pesa ni ya basari peke yake, ndivyo alivyosema Bwana Saila, eh juu ukiangalia barabara zingine. Nikirudi upande ya barabara, ebu enda Pangani shopping center Alafu kuja uangalie shopping centers Ziwani bi, kuna tofauti kubwa sana anaegemea upande mmoja, Pangani South B. Nimekuuliza utofautishe, ukiwa unategemea unakwenda ushago kuwasalimia nyumbani kule, umeona mabadiliko yoyote, ama kuna mambo yako vile vile? Kama mimi natoka Siaya na, gavana wangu ni Orengo na, ukiona roundabout tu ya Siaya roundabout natoshana na hii meza. <laughs> Kitu ile tumeona tuko na maendeleo pale pale, Orengo amefanya is only kiwanja no. ya mpira no. barabara raf. Shida ikitokea na, na, na, na kuna wabunge kule naamini pia wako na NGCDF. Hakuna wap... chochote, hakuna kile nimeona ni hapo. Wa president alisema mali panaitwa panyako ndio naona anatutengenezea ya goro, eh, waje, soko ya gorofa no. eh? na hiyo barabara Nimrod. Ukitoka Siaya mpaka Lake Basin huko, kulikuwa kunatoka mchele mbaya mm-hmm. zaidi na sahi lori za miwa zinapitia hapo, wanamwaga ile sukari nguru, vijana wakipita na, na, na pikipiki zinateleza, wanaanguka. swali la kizushi ikiwa kuna wabunge katika sehemu kama hiyo Siaya, ambao hawajatekeleza miradi yoyote, iwapo pia wana hazina ya CDF, kwa nini basi CDF ibaki kwao? Ah, nafikiri ndio swali zito ambalo linamtokea kwa kiongozi kama Raila Odinga mm -hmm. na viongozi wengine, kwa sababu unaangalia sehemu ambapo mbunge pengine amekuwa pale kwa miaka mihula miwili mihula mitatu lakini hafanyi chochote. Sasa kwa nini wasalie na CDF kama hajafanya chochote? Kama ulivyosema, kwa sababu pengine CDF inafanya mijini, pengine haifanyi mashinani ni swala la kizushi. Sisemi kwamba naunga mkono mm, sina nafasi ya kufanya hivyo, kwa sababu nawapa nafasi kwa nyie. Kwa nini ibaki mikononi mwa wabunge? Ibaki kwa sababu kuna wale wazazi hawajiwezi na watoto watoto wao shule na kuna watoto wanataka kusoma, so ikibaki ni vizuri watoto wasome. Juu sisi ngao la mtoto, ukizaa mtoto, nini, nini unaweza mpa muhimu kwa hivyo, kwako heri mtoto asome, mama mjamzito aumie barabarani kija kazi zote zote, zote zinataka zote zote, hiyo pesa ikitokea, hizo vitu zote ziweze kufanyika. Haya, umenijibu vizuri mm. eh, dada yetu Esther <coughs> nimemuuliza dadangu Konsolata kuhusiana na masuala ya maeneo bunge, nimempa nafasi anieleze tofauti ya eneo bunge analokaa hapa Nairobi na eneo bunge analokaa eh, katika sehemu za kaunti au mashinani kwako wewe mashinani unakotokea ni sehemu gani, na umeona mabadiliko yoyote katika NGCDF kila unapokwenda katika shughuli za kutangamana na watu wa nyumbani ama namna gani? Okay. <coughs> E, mimi kulingana na maoni yangu kule ambako tunatoka ni huko huko Starehe huko, na nazungumzia mashinani. mashinani Starehe tumepewa historia kidogo hapa na dada e, okay. lakini mashinani unatokea sehemu gani? mashinani kule ambako natoka eneo bunge, eneo bunge la Kirinyaga. Aha na kulingana na vile nilivyokuwa huko niliona kweli barabara ziko afadhali. mm -hmm. Na afadhali si perfect, na. Ziko afadhali na. Kulingana na vile Martha Karua alikuwa hapo mbunge na. Sasa tuko na anwa igoro alijaribu kuendeleza zile barabara kwa sababu tukifika vile tulikuwa tunafika Samson kona, na. Tunapata ile rough road, hakuna H, huyo ni gavana yes. Mbunge katika sehemu unayotokea huko Kirinyaga ni sehemu gani, sijui kama ni kurugo ya kutu samani sehemu gani, lakini <laughs> mbunge amefanya kazi, amewajibika au la, amewajibika kidogo tu kidogo tu. Anafaa weke ile bidii bado hana, hana ile bidii ya kusifiwa zaidi, anafaa weke tu bidi zaidi. Sasa swali langu la kizushi nimemuuliza uh, Konsolata, ikiwa mbunge hajatekeleza au hajawajibika vilivyo kama unavyosema, kwa nini aendelee kupokea pesa za CDF? kulingana na maoni ya wananchi <coughs> na kulingana na maoni yangu, haifai yaongezewe zile pesa hata kidogo, kwa sababu unakosa kuongezewa. Kwa nini CDF ibaki mikononi mwao? Kwa nini isiondolewe iende kwingine, kama serikali za kaunti au irudi katika serikali kuu? Isiondolewe, ibaki pale, kwa sababu mbunge ni rahisi sana kupatana na mwananchi. Mbunge ndiye ako ground na ako na ile uzito ya kupatana na wale wanyonge wale ambao wanahitaji hizi misaada za NG-CDF. Sasa ile ikiondolewa, ipelekwe juu ama akuwe hana kwa hakika, mwananchi atabaki akiwa mnyonge zaidi. Kulingana na maoni yangu, naona tu ile, ile msaada ya CDF kuwe na mkataba ambapo ule ndugu yangu alisema kuwe na e, hii katiba na kuwe na ile board ya kumonitor kwamba hizi maneno zinaendelea vizuri, kwa sababu unapata mbunge ame amehama una alichaguliwa hayuko hayuko kwa constituency yake ameenda. Wananchi wakienda pale kwa ofisi hayuko, wanaanza kuulizana kwa wale ambao walichaguliwa na mbwa nyirudi na huko mwaka wa mwisho ule ambao itafika sasa wakuja waombe kura, hapo ndio utaona na mbunge ndio uh-huh. Atakuja kusema yeye nilikuwa Amerika. E, ndio nimekuja <laughs> saa ngapi mwananchi ashaumia na, na amechoka <laughs> <laughs> e, sasa waondoe hiyo ya kuhama akisha chaguliwa, alafu anaonekana once <laughs> in a blue moon, ama anakupata saa ile una complain pale, ndio anakuja kukusupport na kwambia, ndio nimefika, ulikuwa unasema nini? Ama aweke ile chuki ndani yako kwa ile kutetea common mwananchi, hiyo <laughs> chuki <laughs> anafaa ile kwamba ameteuliwa kutoka juu na roho za watu zimemwaminia yeye atawale na ile utu akikosa ile utu pia hata Mwenyezi Mungu pia atakasirika na, na ndio unapata sasa watu wako na impact wanasema, hapana, wache ikae, lakini mbunge pia amoni tuangaliwe kwamba inaenda kwa njia ambayo inafaa. Asante Silas. Maoni yako ya kumalizia. Ah, tunaendelea, bado bado tuna mazungumzo. Nataka umesikia hisia za dada yetu Constance tumesikia yes. Yes, yes. Dada yetu Esther um, kuzungumzia kwamba ndio kuna baadhi ya wa wabunge ambao wamezembea kazini ndio, mm. hawasimamii zile fedha. Eh, kivyao yes. Wana bodi ambayo inawasimamia lakini naamini kwamba wana ushawishi mkubwa wa kumchagua nani ataketi kwenye bodi mm -hmm, nani hataketi kwenye bodi mm -hmm. Eh, sasa ikiwa mbunge <coughs> hajawajibika kama wanavyosema hasa walioko maeneo ya mashinani na sisemi kama ni wote, kuna wengi wamefanya kazi nzuri tu. Ikiwa kuna mbunge ambaye hajawajibika mm -hmm. basi ana haja gani ya kuendelea kusisitiza kwamba fedha hizi aendelee kupokea kupitia NGCDF? Uh, ni mbruda, asante sana na. Nitarudi tena na. Wache nirudi nyuma kidogo na, na nirudi kwa ile swala ya Prime Minister Raila Odinga katika mambo ya devolution. Prime Minister amekuwa kamstari wa mbele akikampenia devolution na kusema kwamba lazima wananchi wapewe nini uwezo na, kwa hivyo hili jambo amekuja nalo ningelipenda litazamwe sana kwa undani uhum elimu ya kutosha kujua ujuzi wa kutafuta hizi pesa. Aha. Unajua ni kishina nilisema hapo kwamba MP wangu haonekani kwa ground. Hafanye kazi. Kuna provinsi ya impeachment. Wewe umesikia ni MP wangapi wamekuwa impeached? Hata hata MCAs hata mmoja. Wamekuwa impeached? Hata mmoja. Ni kwa sababu hawana elimu. Ah, wana wanaicho hawana elimu ya kufanya nini? Ya kutosha. Unajua kwamba sheria inasema one two three things. Mm-hmm. Na kwa CDF haswa inasema hivi na hivi. Jambo la pili. Unajua kuna empowerment ya youth na wamama, mm -hmm. Naunuwubakusi bila rangi kwa wanaume. Mbona hatujawahi kuwa na fund ya men katika nchi ya Kenya? Kwani wapigi kura si wa Kenya? Wanawake wanapewa fund, inanyamaza, kuna women reps. Why don't we have men reps in this country, katika serikali? Ndipo sasa ingine hii mambo inaharibika kwa sababu sisi Bwana, bwana la sala na, naogopa unanipa mada nyingine tofauti. Hawa youth, vijana, mimi nimekondesha kuwa kama MCA kule nyumbani. Na sahizi hata vijana wengi wanalia, hawana ajira, hawana chochote. Nikienda kwa MCA ambaye yuko, say, the sitting MCA, ambaye na respect, anasema gavana hajanipatia pesa. Ya kufanya nini? <clears throat> Maendeleo. Gavana analia, national government haijatoa nini? Fund. <laughs> Unaona hizi vitu kwa hivyo, sisi wananchi, inafaa tuelimika. Uh, jambo lingine, nimeketi hapa kuzungumzia mimi kama kiongozi wa wazazi katika nchi ya Kenya. Mm-hmm. CDF inaweza kusaidia wazazi namna gani? Ningependa kuona capitation fund bursary ya no. Uh, ngafu, fund, president plus another scheme ya education ikiwekwa pamoja as one fund. mm -hmm na hizi pesa kutuma kwa shule direct kama capitation fund. Mm-hmm. Kama PS peke yake mtu mmoja anaweza kuongoza capitation fund katika maziwa ya Kenya yote amalize. Naam. Na anaweza kuaccount itakuwaje pesa ya NGCDF? Mbaya, mbaya kwa mkono wa wananchi waweze kuaccount wenyewe wanalia. Mm-hmm. Makosa ni ya nani? Tunataka tuwe na common fund ya education. Mimi vile ninasema. All these funds zote ambazo zinaenda kwa education ziwe katika kikapu kimoja. Na hii pesa yote itume kwa kwa shule. Mm-hmm. Kwa sababu unaenda kwa mheshimiwa, unapewa check. Inakuwa discussion, unasikia utapewa elfu saba. Unaenda unapewa check ya elfu tano. mm -hmm. <laughs> ile elfu mbili imeenda wapi? na tuweze kuuliza tunasema kwamba CDF inafanya kazi vizuri na, yeah, makosa ni ya nani? no. Lack of education. mm -hmm. jambo lingine saa hii education tunaelekea transition ya grade 9 to grade 10. na selection of schools inasema kwamba Kutakuwa na shule katika constituency. Saa hizi wazazi wanajiuliza mtoto wangu ataenda Alliance ama ataenda Starehe ama ataenda Kenya High ama ataenda kwa shule ya Matope Secondary School. Kwa senior secondary, kwa senior what? Secondary School. Secondary School. Itafika wakati ule mzazi ambaye mtoto wake ataenda Matopeni Secondary School. Na wangu aende Alliance High School, itakuwa wale wa Alliance ndio wanafanya nini? Wanasoma. Hawa CDF ingekuwa imejenga, eh, centers of excellence mbili katika kila constituency, one boarding school for boys, boarding school for girls. Before 2010 before 2026, ifanyike kuonyesha kwamba kweli CBC itaendelea mbele. Hii mambo yote tumeongea, itakuwa sambamba. Tunapendekeza kwamba baada ya kutoa CDF tunataka sasa MP akae kwa komiti ya CDF kama an ex official. komiti No, ifumiwe ya experts na iwe elected. watu kus, kuingia katika hii kamati, you must be elected, wananchi wajue background yako, you declare your wealth, hata useme mahali penye umetoka kabla uende kusimamia CDF. Ndio sasa kusimamia hakutakuwa na wizi pale mm -hmm. Isimamiwe na wananchi wenyewe, waongoze CDF wenyewe na makosa ikitokea wenyewe wajilaumu. Asante <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> sana, najua umetupa ufafanuzi. Nilikuwa nija kwako bwana Msonyi, lakini kwa kifupi tu, najua kuna taarifa nyingine ambayo tumekuwa tukifuatilia na ni kwamba waziri wa leba Dr Alfred Mutua kwa hivi sasa yuko mbele ya kamati ya seneti ya leba kujibu maswali kuhusu madai kwamba serikali imewalagai Wakenya, baadhi ya Wakenya ambao walikuwa wanatafuta kazi ughaibuni kwenye mpango wa serikali wa kazi majuu, ama ukipenda kazi Hem, tusikize mahojiano hayo pamoja na baadhi ama kamati maalum ya seneti. <coughs> Asante kwa chair person eh, hii mambo kulingana na wasiri vile amenena na vile e, serikali ya nanena na vile tunajua mambo ya mambo ya kazi katika Kenya, na vile tumesikia mara mingi kutoka wakati wa serikali ya Kenya kwanza, vile wasiri amekuwa akifanya kazi na vile watu wengi wa department mingi imekuwa ikifanya kazi na vile tulikuwa tumekuja kutatua maneno na tumesikia mambo mengi na ule ameleta kesi ni Nguruli, na tumekuwa tumesikia vile asili naye amemwaccuse vile amekuwa akienda ku, kusomea wafanyikazi. Sijui ni ukweli ama ni uongo, na vile tumesikia kuna list inaonekana, mambo mengine yamekuwa ni mangumu. Ningeomba kama kuna uwezo, e, kwa kama kama mmoja wetu amekuwa accused ako na interest, e, kuna njia yote tunaweza kufanya kwanza investigation, tuone ni wasili ako na ukweli ama ni Ngoori yako na ukweli, kwa sababu tutaendea hivyo na hakuna kitu tutatarua, tutaweza kusaidia mwananchi wa Kenya. Kwa hivyo ningeomba kamati tuweze kuona kama kuna njia tunaweza kutatua hii maneno, ndio iweze kuweza tuweze kusaidia uh, waziri na pia ngururi anisaidia mwenzetu na pia watu wa, wale wako inje, kwa sababu ni kitu ambayo yakuhusu ni sana. Kama naweza kukalia kesi na kesi hiyo niko na interest ya itakuwa ni shinda na tutakuwa na njia ile ya ukweli, kwa hiyo tutakuwa tunapoteza uh, wakati wetu hapa tukiwa tumekaa na tuko na kazi nyingi ya kufanya. Na nakubuka juzi siku ya ripa ndii, e, siku ile wasiri alikuwa pale kwa kesi aliongea kulingana na vile nilimsikia, vile amepeleka watu wengi nje na vile anaendelea naye. Atakuja atuelezee vile amefanya kama ni ukweli, na siku hiyo sikusikia watu wakipigia wasili kelele <tikin>